Bila shaka unakumbuka ya kwamba toka Ijumaa Israel na Iran ndipo zilianza rasmi kushambuliana. Lakini je, unajua chanzo cha mzozo unaokuwa kati ya Iran na Israel? Tuanze hivi. Mashambulizi ya hivi karibuni yanayoripotiwa kufanywa na Israel dhidi ya Iran yamezua taharuki kubwa duniani, yakionyesha wazi undani wa hatari ya mzozo wa muda mrefu kati ya mataifa haya mawili yenye ushawishi mkubwa eneo la Mashariki ya Kati. Mashambulio makubwa nchini Iran yalianzishwa na Israel siku ya tarehe kumi na tatu ambapo ilikuwa ni siku ya Ijumaa, na ililenga maeneo ya nyuklia na vituo vya kijeshi vya Iran. Mashambulizi hayo pia yalipiga mji wa Kermanshah magharibi mwa Iran, ambapo pia wakazi walisema walisikia milipuko na kuona moshi mweusi ukipanda juu ya jiji. Sasa ili kuelewa ni nini kiliipelekea Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran na kujua ni nini kinachoendelea hivi sasa na kuelewa nini kimepelekea kufikia hapa, ni muhimu kurudi nyuma na kuchunguza mizizi inayohusu uasi wa mzozo huo ambao umejengeka juu ya historia tata, siasa za kikanda na tofauti za kiitikadi, hasa itikadi ya dini na itikadi ya kisiasa. Uhusiano kati ya Israel na Iran ulikuwa wa kuridhisha mpaka mwaka elfu moja kenda mia sabini na kenda, baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya Ayatollah nchini Iran. Ingawa Iran ilipinga mpango wa kugawanywa kwa Palestina uliosababisha kuundwa kwa taifa la Israel mwaka elfu moja kenda mia arobaini na nane, Iran ilikuwa nchi ya pili ya kiislamu kuitambua Israel baada ya Misri. Wakati huo Iran ilikuwa na utawala wa kifalme wa mfalme Shah, ambaye alikuwa wanasaba ya Pahelavi na mmoja wa washirika wakuu wa Marekani katika mashariki ya kati. Kwa sababu hiyo, mwanzilishi wa Israel na mkuu wake wa kwanza wa serikali David Ben Gurion alijenga urafiki na Iran kama njia ya kukabiliana na ukataliwa kwa dola mpya ya kiyahudi dhidi ya majirani zake ambao wote walikuwa wa Kiarabu. Kwa hiyo Iran ikawa rafiki yake pekee ambalo lilikuwa ni taifa la Kiarabu. Lakini mwaka elfu moja kenda mia sabini na kenda mapinduzi ya Ruhollah Homein yalimpindua mfalme Shah na kuweka jamhuri ya Kiislamu ambayo ilijidhihirisha kuwa mtetezi wa wanyonge na moja ya alama zake kuu za utambulisho ilikuwa ni kukataa ubeberu wa Marekani na mshirika wake Israel. Wadui dhidi ya Iran ulianza kati ya miaka ya elfu moja kenda mia tisaini kwa sababu Iraq ya Sadam Husein hapo awali ilichukuliwa kuwa tishio kubwa zaidi katika eneo hilo kiasi kwamba serikali ya Israel ilikuwa ni miongoni mwa wapatanishi waliofanikisha kile kilichoitwa Iran Contra, ambao ulikuwa mpango wa siri ambao Marekani ilipeleka silaha nchini Iran ili zitumike katika vita dhidi ya Iraq kati ya mwaka elfu moja kenda mia themanini mpaka mwaka elfu moja kenda mia themanini na nane Lakini baada ya muda Israel ilianza kuiona Iran kuwa hatari zaidi kwa uwepo wake. Hii ni kwa sababu ya Iran kwa jamhuri ya kiislamu ilianza kuipinga Marekani na washirika wake wakuu. Hatimaye uhasama kati ya nchi hizo mbili ulitoka kuwa wa maneno hadi kuwa wa vitendo. Ni muhimu kujua kuwa Iran ni taifa la kiajemi na lenye waumini wengi wa kishia katika ulimwengu wa kiislamu wenye wasuni wengi na Waarabu. Mwaka 1992 kikundi cha Islamic Jihad kinachohusishwa na Iran kililipua ubalozi wa Israel huko Buenos Aires nchini Argentina na kusababisha vifo vya watu tukio hilo lilitokea baada ya kiongozi Abassi, Musawi, wa kundi la Hezbollah Abbas al-Musawi kuuawa katika shambulio ambalo lilihusishwa na idara ya ujasusi ya Israel. Ukiachana na wasama kuanzia kwenye masuala ya itikadi za dini, sababu za kuwa maadui pia ni silaha za nyuklia. Mojawapo ya vyanzo vikuu vya mzozo baina nchi hizo mbili ni mpango wa nyuklia wa Iran. Israel pamoja na washirika wake kama Marekani inahofu kwamba Iran itatumia mpango wake wa nyuklia kwa malengo ya kijeshi ikikusudia kutengeneza silaha za nyuklia kwa Israel ambayo inajiita taifa la Wayahudi, tishio la Iran kuwa na silaha za nyuklia linaonekana kama tishio la kuwepo kwake. Ina hofu kuwa mpango huo huenda ni kwa ajili ya kuisambaratisha Israeli. Kwa mantiki hiyo, haishangazi mashambulizi haya mapya ya anga yalilenga maeneo yenye kufanyika michakato ya nyuklia. Baada tu ya mashambulizi, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuwa Israel ililenga kituo kikuu cha kurutubisha madini ya urani huko na Tanz, na mpango wa makombora ya balistik ya nchi hiyo pamoja na wanasayansi wakuu wa nyuklia na maafisa wake. Makubaliano ya nyuklia ya mwaka elfu mbili na kumi na tano ya JCPOA, yaani Joint Comprehensive Plan of Action yalilenga kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia ili Iran nayo ilegezewe vikwazo. Hatua hiyo ilitoa matumaini kidogo. Hata hivyo, kujiondoa kwa Marekani katika mkataba huo na kukiuka makubaliano hayo mwaka 2018 na chini ya utawala wa Donald Trump wa wakati huo kuliufanya mpango huo kudhoofika tena tangu wakati huo Iran iliongeza kiwango chake cha urutubishaji wa madini ya uran, na ripoti za shirika la kimataifa la nishati za atomiki IAEA zinaonyesha wasiwasi mkubwa, zikizidi kuongeza hofu ya Israel na washirika wake. IAEA hivi karibuni ilithibitisha kuwa shambulizi la Israel la sasa limelenga kituo cha kurutubisha uran cha Iran huko Natanz. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, mkuu wa IAEA Rafael Mariano Gross alinukuliwa akisema, IAEA IAEA inafuatilia kwa karibu hali inayoendelea nchini Iran. Shirika lina mawasiliano na mamlaka za Iran kuhusu viwango vya mionzi. Pia tuko katika mawasiliano na wakaguzi wetu nchini humo. Mbali na mpango wa nyuklia, Iran na Israeli zinapigana vita baridi vya mamlaka katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Inaelezwa kuwa Iran imejenga mtandao mpana wa vikundi vinavyoiunga mkono kama vile Hezbollah ya nchini Lebanon, Hamas na Islamic Jihad huko Gaza, na Houthi nchini Yemen, ikivipa fedha silaha na mafunzo. Lengo la Iran ni kuimarisha ushawishi wake na kuunda ukanda wa upinzani dhidi ya Israel na Marekani. Israel pia inapinga vikali ushawishi huu ikiona vikundi hivi kama vitisho vya moja kwa moja kwenye mipaka yake. Hali hii pia imesababisha Israel kufanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya maeneo yanayohusishwa na Iran na Hezbollah, nchini Syria na Lebanon. Vita hivi baridi vya nyuma ya pazia mara nyingi hujumuisha mashambuli ya kimtandao yani, cyber attacks, mauaji yaliyolengwa ya, ya wanasayansi au maafisa wa kijeshi na operation nyingi za kijasusi. Mpaka sasa tunavyoongea, Israel inapigana vita vitano. Vita ya kwanza ambayo Israel inapigana nayo ni vita hii hii ambayo ni ya Iran na Israel. Vita kati ya Israel na Iran vilianza rasmi tarehe kumi na tatu siku ya Ijumaa, wakati Israel ilipoanzisha mashambulizi ya angani yaliyopewa jina la Operation Simba dhidi ya vituo vya nyuklia na vituo vya kijeshi vya Iran hasa karibu na Tehran, Isfahani na Natanz. Iran nayo ilijibu mapigo kwa kurusha mashambulizi ya makombora ya masafa marefu dhidi ya miji ya Tel Aviv, Ashkelon na maeneo ya kijeshi ya Israel. Hii ilikuwa mara ya kwanza tangu mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka elfu moja kenda mia sabini na kenda ambapo Iran na Israel wameingia kwenye vita vya moja kwa moja. Kwa sasa hali ni tete sana, mashambulizi yanaendelea na hakuna upande unaoonyesha nia ya kusitisha vita. Vita vya pili ni vita dhidi ya Hamas. Vita vya Israel dhidi ya Hamas vilizuka upya kwa nguvu mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya shambulio la ghafula na la kushangaza lilofanywa na wanamgambo wa Hamasi dhidi ya maeneo ya kusini mwa Israel, likisababisha vifo vya zaidi ya watu elfu moja na mia mbili. Shambulizi hilo liliibua hasira kubwa kutoka kwa Israel, ambayo ilizindua operesheni ya kijeshi ya muda mrefu katika ukanda wa Gaza, ambapo operesheni hiyo inaendelea mpaka sasa huko Gaza pigana pia na makundi mengine ya wanamgambo wa Kipalestina ukiachana na Hamas na ambayo ni Islamiki Jihadi yanayojikita katika ukanda wa Gaza. Kufikia mwezi huu wa Juni, zaidi ya wa Wapalestina elfu thelathini na tano wamekufa huku zaidi ya wa Waisraeli elfu moja na mia tano wakiwawa tangu kuanza kwa vita. Vita bado inaendelea ingawa kwa sasa ni ya kiwango cha chini, ambapo Israeli inaendelea na mashambulizi ndani ya Gaza. Na vita ya tatu ambayo Israeli mpaka sasa bado anapigana nayo ni vita dhidi ya Hezbollah. Hezbollah ni kundi la kisiasa na kijeshi la kishia lenye makao yake nchini Lebanon na linaloungwa mkono na Iran. Tangu mwaka elfu mbili na sita, Israel na Hezbollah wamekuwa na mvutano wa mara kwa mara, lakini vita vya wazi vilizuka upya baada ya kuanza kwa operesheni ya Gaza mnamo Oktoba elfu mbili na ishirini na tatu Hezbollah ilianza kurusha makombora na kutuma wapiganaji wake kuvamia maeneo ya kaskazini mwa Israel kama ishara ya mshikamano na Gaza. Israel ilijibu kwa mashambulizi ya angani dhidi ya ngome za Hezbollah kusini mwa Lebanon na katika mpaka wa Siria. Mashambulizi haya yamesababisha vifo vya zaidi ya raia mia tano nchini Lebanon huku zaidi ya wanajeshi na raia mia mbili wakiuawa Israel. Mamilioni ya watu wameahama makazi yao pande zote mbili ni dhidi ya Huth. Kundi la Huth linalotawala sehemu kubwa ya kaskazini mwa Yemen limekuwa likiishambulia Israeli kwa makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani maarufu kama drone tangu mwishoni mwa mwaka 2023 likidai kuwa linaitetea Palestina dhidi ya udhalimu wa Israel. Mashambulizi haya yamekuwa yakipitia Bahari ya Shamu na baadhi yamelenga miji ya kusini mwa Israel pamoja na meli za kibiashara zinazohusiana na Israel. Na vita vya tano ambavyo pia ni vya mwisho ni vita dhidi ya makundi ya wanamgambo wa Iraq na Siria. Kwa muda mrefu Israel imekuwa ikifanya mashambulizi ya siri dhidi ya wanamgambo wa kishia wanaoungwa mkono na Iran katika nchi za Siria na Iraq. Makundi kama harakati Al Nujaba, Kataibu Hezbollah na Asaibu Ahli Ali Haq yameshambulia maeneo ya Israel kupitia Siria na Iraq, huku yakitoa kauli za kuunga mkono Iran. Israel imekuwa ikijibu kwa kushambulia misafara ya silaha, maghala na kambi za mafunzo za wanamgambo hao. Mashambulizi ya Israel dhidi ya wanamgambo hao mara nyingi huambatana na vifo vya viongozi wa ngazi za juu wa wanamgambo hao na kuibua maandamano na machafuko katika maeneo yenye Waislamu wa sun nchini Iraq. Leo tumekuletea chanzo cha mgogoro kati ya Israel na Iran, lakini kesho tutakuletea kwa kina chanzo cha mgogoro kati ya Iran na Marekani na hujuma za Marekani dhidi ya Iran. Hii ni Msasa Media. Kwenye mitandao yote ya kijamii tunapatikana kwa jina moja tu la Msasa Online, endelea kuwa nasi kwa taarifa za kina Msasa, kisasa zaidi.